Linaposemwa Ziwa Victoria ni fursa, ina maana eti ukiona mtu anachafua Ziwa Victoria wa kumpiga vita sana, usimuulize kwa nini. Ni wengi tunaotegemea hili ziwa. Eneo lake la kazi ni hapa mtaa wa Nyagungulu, Ilemela, kando ya Ziwa Victoria. Mimi nilianza kazi hii ya mitumbwi nikiwa mtoto mdogo, nilifundishwa na baba yangu marehemu. Sasa hivi anaitwa Lucas Mazigi mjenzi wa mitumbwi ya uvuvi na mizigo ziwani. elfu mbili na nane mpaka elfu mbili na kumi na mbili mitumbwi tulikuwa tunachonga kwa aina za mbao za mninga, lakini baadaye baada ya mninga kuwa wa shida ambazo mpaka sasa ndio tunatumia aina ya mpilipili na mkurungu. Anasema mbinu ni zile zile za ujenzi wa safina ya Nuhu, japo si kwa idadi ambao hapo kuna saizi ya zambao za ambazo tunazitana. Kwa hiyo ni takribani kwenye pisi 80 hivi ya idadi zote za mbao, saizi tofauti tofauti zinamaliza mtumbwi. Lakini tofauti na samaki mwenye vipande vitatu, mtumbwi una sehemu kuu nne, acha tumbo, mgongo na mbavu. Mgongo ni li mti linene linalotandikwa kwa chini ambaro ndo tunaanzia mtumbwi. Baada ya mgongo, tunafata kihinda ambacho kinasimama kwa mbele kuonyesha ncha ya mtumbwi. Tukishaweka hiyo, tunaweka mataruma ambazo tunaita ni kama ambavu kwa binadamu, ni kama ambavu. Ungependa kujua gharama za chombo hilo, linategemea na saizi ya mtumbwi. Kuna mitumbwi mikubwa ambayo ni maboti makubwa yanayobeba mizigo mikubwa Hayo ya unakuta yana gharama mpaka yanaenda hadi milioni arobaini, milioni thelathini, lakini kuna mitumbitumbi tudogo ambacho tunachukua mpaka laki mbili, laki tatu. Ni chombo cha safari za majini na kukamilika kazi kielee fundi ni huyu. Kabla ya Una... hiyo mianya inazibwa kwanza kwa kutumia blanketi, blanketi za kawaida hizi tunakata vipande tunafumua halafu vinabaki vinyuzi vidogo vidogo, kwa hiyo unaingiza mle kulingana na mwanya ulivyo, unaingiza unaziba. Baada ya kuziba pale tunachanganya na unga wa mbao halafu tunaziba, sasa tunasiliba. Baada ya kukauka ndo tunakuja tunapiga rangi. Hapa ni kung'ate sikio kidogo, eti wapo wasioamini wa mikono ya fundi wala ala ila matambiko na mila. Hizo mila mara nyingi wateja wanafanya, wengine wanakuja na kuku weusi namwona anamkata kichwa, anamrusha mle mpaka anakata roho akiwa mle kwenye mtumbwi. Mfano siliva siliva, anafika anarusha mle, anasema hapo, mtumbwi una baraka, utaenda upate samaki wengi. Hii ni kwa uzoefu wa miaka zaidi ya thelathini mze ya mzee Lucas kazini. maisha yangu yote naendesha kwa kupitia hii kazi. Na anajivunia mengi, acha mafanikio ya familia yake, hili la ukombozi wa vijana kwake, roho kwatu. wakati nafika mimi eneo hili elfu mbili na kumi na mbili nilikuta vijana wengi kweli hapa, wengi walikuwa ni wavuta bangi, wanazurura tu mitaani. Nikawakusanya nikawaambia muje niwafundishe, nikawafundisha ambao wengi sasa hivi wanaendesha maisha yao kupitia hii kazi. Hii ndio maana halisi ya elimu ya mtaa, japo wapo wanaotamani darasa rasmi la serikali na vyeti viwepo hapa leo. Sasa hivi visiwani wengine wana nini, mafundi na kazi zao zipo zimesimama, wanatafuta nini, mafundi walioko VETA wajifunza hata kutengeneza mitumbwi, kwa sababu asilimia kubwa kanda ya Ziwa ndio unatumia hivi vifaa vya nini vya mitumbwi. Kwa hiyo pia kama serikali inaweza wafundishe pia. Hii ni habari wikendi kutoka Mwaloni, Lemela, Mwanza. Msimulizi ni mimi Innocent Aloyce.